Bungeni leo, kwanza niseme tu kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu na nakishukuru chama changu cha Mapinduzi na viongozi wote kwa kuweka imani kubwa kwangu, lakini zaidi nawashukuru na wananchi wa Tarime mjini kwa kuweza kunichagua na kuonyesha imani yao kubwa kwangu. Mi niseme tu Esther Matiko aliyekuwepo bunge la kumi, 11 na 12 ni Esther Matiko yule, zaidi sasa hivi ni Esther Matiko ambaye ataongea na vitatendwa, kwa sababu nimeongeza network kubwa, kwa sababu nipo kwenye chama ambacho kinaongoza dola. mm -hmm. yeah. na nawashukuru sana Watanzania, niwaombe tu kwamba tuendeleze amani yetu nchi yetu tujenge nchi yetu. Tanzania ni nchi ambayo imejulikana kwa amani kwa miaka yote, tuhakikishe kwamba tunatumia rasilimali tulizo nazo, tunatumia watu hakisho waliopatikana watendaji wa serikalini, na zaidi tunaona kabisa mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan ana dhamira ya dhati ya kuitumikia nchi yetu. Ni dhahiri kabisa mimi niliona kwa vitendo. Shaka kwa mbunge Tarime mjini 2015 2020, najua ambayo anafanyika kwa, kwa maana ya, ya people's development, ishu ambazo zinagusa mambo ya kijamii na yale yote ambayo amefanyika kwa kipindi hiki cha 2020 2025. Uh, ni mambo makubwa na mengi. Sisi kule kwetu kwa tukichangishana, uh, wananchi wanachangishana kuweza kujenga mashule, vituo vya afya na mambo mengine, lakini sasa hivi anafanywa kwa vitendo vikubwa na kwa kiwango kikubwa sana, na hii tunaona inapunguza hata vifo vya mama na watoto, inaongeza ufaulu kwa wanafunzi, lakini hata uchumi unaongezeka wa kwa. Mimi niwaombe tu watanzania wa Tarime mjini na watanzania wote kwa ujumla, tuweke imani kwa awamu serikali ya sita kwa mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, tumpe muda aijenge nchi pamoja na wao wakishote ambao wamechaguliwa wa. Asante sana, asante.